Hii ni top 10 ya wachezaji wenye thamani kubwa zaidi sokoni kwa sasa, wachezaji wa mpira wa miguu the the most valuable player in the world right now. Kumbuka hii sio mishahara wanaolipwa. No, no, no, no, no. ni market value zao ama thamani yao sokoni kwa sasa. Nitakusomea kuanzia nambari kumi mpaka nambari moja. Najua namba moja itakushangaza kwelikweli Kana mimi mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuwajua hao wachezaji wenye thamani kubwa sokoni kwa sasa. Hii ni takwimu kutoka katika official website ya transfer market website ambayo inaaminika zaidi kwa taarifa za transfer. Nafasi ya kumi yuko mchezaji Federico Valverde, mchezaji wa timu ya taifa ya Uruguay pamoja na klabu ya Real Madrid. Federico Valverde ana thamani ya euro milioni 130, ambayo ni sawasawa na shilingi bilioni mia tatu tisini na milioni 442 za Kitanzania. Mchezaji wa tisa ni Jamal Musiala mchezaji wa timu ya taifa german ama Ujerumani na klabu ya Bayern Munich. Jamal Musiala thamani yake sokoni ni sawasawa na yuro milioni 140 ambayo kitanzania ama kibongobongo ni shilingi bilioni 420 na milioni 476 na 6. Nafasi ya nane ni Florian Wirtz mchezaji wa timu ya taifa ya German ama Ujerumani akikipiga katika klabu ya Bayer Leverkusen, japo na tetesi nyingi mala Liverpool Mala wapi, lakini for now tunamtambua kama mchezaji wa Bayer Leverkusen. Huyu jamaa ana thamani sawa sawa na Jamal Musiala, thamani ya yuro milioni 140 ambayo kibongobongo tumesema ni sawasawa na bilioni 420 na milioni 476. Mchezaji nambari saba ni Pedri Gonzalez. Huu ni mchezaji wa timu ya taifa ya Spain pamoja na klabu ya FC Barcelona. Pedri Gonzalez ana thamani ya euro milioni 140 akiwa sawasawa na Jamal Musiala pamoja na Florian Witt. Nafasi ya sita ni Bukayo Ayoyinka Saka, nyota wa timu ya taifa ya Uingereza pamoja na klabu ya Arsenal. Bukayo Ayoyinka Saka ana thamani ya euro milioni 150 ambayo ni sawasawa na shilingi bilioni 450 za kitanzania na milioni 500 na kumi. Mchezaji wa tano ni Vinicius Junior, nyota wa timu ya taifa ya Brazil pamoja na klabu ya Real Madrid. Vinicius Junior ana thamani ya euro milioni 170 ambayo ni sawasawa na shilingi bilioni 510 na, na milioni 578 za kitanzania Mchezaji wa nne ni Erling Haaland mchezaji kutoka timu ya taifa ya Norway pamoja na klabu ya Manchester City. Erling Haaland ana thamani ya euro 180 milioni ambayo ni sawasawa na shilingi bilioni 540 na milioni 612 za kitanzania. Kabla hatujaenda katika nafasi ya tatu na ya pili na ya kwanza nikukumbushe kama bado hujasubscribe youtube channel yetu ya Dino Television, fanya kugusa neno subscribe katika youtube channel yetu ya Dino Television, television. ili wakwanza kupata update story zote za kimichezo pamoja na makala za wachezaji. Story za wachezaji ndani ya soka na nje ya soka eh, fanya hivyo lakini pia utoka umetisha kinoma -noma, ukiturn on notification ili wakwanza kupata taarifa zote kutoka kwetu. Nafasi ya tatu ni mchezaji kutoka Real Madrid pamoja na timu ya taifa ya Ufaransa Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ana thamani ya yuro milioni 180 akiwa sawasawa sawa na Erling Haaland ambayo ni sawa sawa na shilingi bilioni 540 na milioni 612 za Kitanzania. Nafasi ya pili yuko Jude Bellingham, nyota wa timu ya taifa ya Uingereza pamoja na klabu ya Real Madrid Jude Bellingham, ana thamani hiyo hiyo ambayo anayo Kylian Mbappe, thamani ya euro milioni 180, bilioni mia tano arobaini na 612 milioni za kitanzania. Kabla hatujaenda katika nafasi ya kwanza, na kuomba kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television, fanya ka subscribe utakuwa umetisha kinoma noma. Unapitwa na mengi ndugu yangu, kuna makala za wachezaji kuna mastori mengi sana wachezaji ndani na nje ya soka, fanya ku subscribe ili uanze kupata update stori zote kutoka kwetu. Usisahau ku turn on notification. Nafasi ya kwanza, nafasi ya kwanza yuko nyota wa klabu ya Barcelona pamoja na timu ya taifa ya Spain, bwana mdogo Lamine Yamal. Lamine Yamal akiwa na umri wa miaka kumi na saba anakuwa mchezaji wa kwanza mwenye thamani kubwa sokoni market value akiwa na thamani ya euro milioni 200 ambayo ni sawasawa sawa na shilingi bilioni mia sita na mia sita themanini milioni za kitanzania bilioni mia sita na milioni 680 za kitanzania. Huyo ndiye Lamine Yamal the most valuable player katika transfer market kwa sasa duniani. Huyu ndiye mchezaji mwenye thamani kubwa zaidi katika soka kwa sasa katika transfer market. Hii ni takwimu kutoka katika official website ya transfer market website ambayo inaaminika kwelikweli kwa taarifa za transfer. Vipi, ulikuwa unatarajia tarajia kulisikia hili jina katika nafasi ya kwanza, wachezaji wenye thamani zaidi duniani kwa sasa? Dondosha komenti yako hapo kwenye komenti. Hii hapa ni supa 12 ya Dino Television. Nikukumbusha subscribe ili wa kwanza kupata update stori zote kutoka kwetu.